Yes, of course, ni siku nyingine tena tuko na Malkia Rose Muhando na hii ni Bongo 5 Network, sauti ya kitaa. Tukasema tuweze kufika tuweze kuzungumza naye mawili matatu, unajua ni mama yetu eh, mama mlezi wa kiroho yes. Hongera sana mama. Asante. Okay, 2026 naona imeanza kwa kasi, lakini bado tunaona unaendelea kuwasha moto kama kawaida, upoi kabisa. Yes, mwaka, uh, kabisa. Siwezi yes, Siwezi kupoa. Hii mwaka kupoa. Siri ya hii ni nini hasa? Vibe waliishi kabisa, upande wako la kwanza ni kutambua mimi ni nani, majukumu yangu ni yapi, na kwa nini niko hapa okay. yani kwa okay. kwa nini okay. yeah. nini naishi. Usipotambua kwa nini unaishi, au utajua nini ufanye. Mtu ambaye anajua kwa nini naishi kuishi, kuna sababu. Mtu anayejua kwa nini naishi ndo anajua nini afanye okay. mm. kozi hawajawahi kungangania ila wananiomba kama dada mm, wananiomba kama dada, ilo neno la kungangania alifutwe, ila wananiomba tu kama dada, ila sasa Aa, kanuni ya kimungu si ukiambiwa naomba nifanye hivi unamuuliza Mungu, na Mungu akikuruhusu utafanya. Mbona yule Hosea aliruhusiwa akaenda kuwa mwanamke malaya? Lakini yule malaya alienda ali, ali kumwoa ku, ku, Mungu kuna message alikuwa anataka kui, kuiwakilisha kwa wana wa Israeli, akasema kadiri huyu kahaba alivyo ndivyo taifa langu la Israeli kwa sasa lilivyo. Unaona yule nabii Hosea alivyoenda kumuoa, hakumuoa kwa upendo, ila Mungu alimwambia afanye vile kwa vitendo, ili Mungu anapozungumza message waone na vitendo alikuwa anamaanisha nini. Kwa hiyo Mungu akisema nifanye, nitafanya, na sio kwamba tu bongo flavor. Mbona waimbaji wengi wa gospel na wanasema dada, tunaomba tufanye nyimbo, lakini kwa sababu Mungu hajasema sifanye. Na mtu anaweza akasema kwa nini, labda anajisikia, sio kweli mimi mwenyewe nilitamani kufanya kazi tangu mwaka 1997 , lakini Mungu alikataa, akasema sio wakati sahihi, mpaka pale nitakaposema ndani ya miaka saba, subiri. Nilisubiri miaka saba, baadaye ndo nika, nikaweza kusaidika, nikafanya kazi yangu nikamaliza. Kwa hiyo, na si kwamba nilikosa pesa. Aha, Mungu alisema wakati bado. Kwa hiyo, hata kufanya kazi na, na watu wa secular kwa mfano kama watu wasikula karibia wengi ni Wakristo, kwa hiyo wanaelewa nikiongea hii kitu. Okay. Eh. Uh, Rose una nyimbo zaidi ya 200 Mm. kwenye platform mbalimbali. Yes. na ambazo zinafanya vizuri sana. Yes. Lakini story iliyopo sasa hivi ni kulingana na kauli na tamko uliotoa kwenye mtandao wako Instagram ukaposti picha, lakini ukaeleza maneno fulani ambayo pengine yalikuwa ni kama unadai haki yako ya, Mm. Ki, ya kikazi unajua. Uh, okay. Kazi tumefanya nimefanya kazi sasa hivi takriban miaka 22 Okay na mimi nimefanya kazi na makampuni ma mengi lakini pia nimefanya kazi na kampuni ya Sony. Mm. kampuni ya Sony tulikuwa na mkataba nao miaka mitano, lakini kutoka miaka mitano sijai kupokea haki yangu yoyote, yani malipo yangu yoyote, mpaka hivi ninavyosimama hapa kuongea. Dada Rose, huo mkataba ulisaini kwa miaka mingapi? Okay. Yeah. Mitano. Miaka mitano tu. Miaka mm. na sasa hivi ni miaka mingapi na jitihada mpaka sasa hivi zimefikia wapi? Labda labda ukijaribu kuwapigia simu, na utaratibu umeweka vipi? Na lengo kuu hasa ni nini hasa? Uh, nataka nadai tu haki zangu za malipo kwa ajili ya kazi zangu za muziki ambazo zimeshikiliwa na wao. Okay. Ehe, sababu patano lilikuwa lazima ni mimi, kuna pasenti nipate, lakini sipati na kazi zangu wanazo zile, moja zile nyimbo za utamwa Yesu ni bebe nazo so, zote ziko zimejazana huko nyimbo kama 37. Okay. Mm -hmm. Umekuja na nyimbo mpya hii pia. Labda uizungumzie nyimbo yako mpya ile kujana. Wimbo wangu mpya jamani unaitwa ewe Mungu wa mbingu za mbingu, achilia wingu tufanye ibada. Eh, tumekuja kwenye hema ya kukutania sisi na wewe. Achilia wingu tufanye ibada. Eh, kwa hiyo wimbo wangu ni mzuri sana na mtukuza Mungu aliyenipa wimbo wa mbingu za mbingu. ni neno gumu ambalo watu wengi waje kulifikiria, lakini limeandikwa na kama limeandikwa hii, imenisaidia kumtafuta Mungu ndio kumenisaidia kupata meseji kubwa kama hiyo Yeah. Okay. Okay, Madam Rose Muhando yeah. Mi kuna klipu moja niliona mtandaoni, ulisema kwamba I wish siku moja upate bwana mzungu eee, lakini eee, juzi tumeona kuna mtumishi amesema kwamba anataka kukuoa. Pale amesema amenioa. Sasa mimi sijawahi kuolewa jamani, mwenzenu sijawahi kuolewa, mbingu zinajua na Mungu anajua, sijawahi kuolewa jamani. Ndoa ni kitu kingine hey. Ndoa ni ishu nyingine, mimi sijawahi kuolewa, sijawahi kuolewa. sijawahi kufunga ndoa kifupi una, una mara gani unavyosema ndoa ni kitu kingine, Malkia Rose? Mwana mfano labda tuchukue leo wewe, we si mtangazaji, umeenda umemwambia msiana anakupenda. Kwani umependwa na wangapi? Ah, wewe umependwa na wangapi? Umependa wangapi? Kusema tu mtu unakupenda ndo kukuoa? Na nimependwa na walundo lakini hawajanioa. Sio kwamba kupendwa ndio kuolewa. Jamani, naomba tutofautishe. Ndoa ni kitu cha heshima sana mbele za Mungu, sio jambo la kulichezea chezea hivi. So ile kauli ya kusema kwamba i wish akuoe mzungu ulikuwa unamaanisha nini? hali katika si, wakati ule niliongea ukweli. Yani, ukweli kabisa niliongea kutoka ndani. Mzungu mchezo, nikasema Mungu, Mungu nipe mzungu. Jamani, kila mtu ana choice yake. Niliongea ukweli, Mungu anipe mzungu, kwani mzungu zambi? lakini Uh, kama hakuja basi mapenzi ya Mungu pia atimizwe. Okay. Madam Rose Muhando, uh, watu wangetaka kufahamu kwamba kwa nini sasa hivi yani kama yani so, haujie kusikika labda una mahusiano au hauko kwenye mahusiano? Yani nataka kufahamu kwa nini hivyo? Sio kipaumbele changu mahusiano, sio kipaumbele changu mimi hai mi nawaza sahii niachie mkwaju gani mwingine, niachie songi lingine la kufa mtu, alafu nambia mausiano? mahusiano kwa mahusiano gani ya miaka hii, acha madamuzi. Kwa, kwa, kwa ustaa ulionao dhe ulivu unavyofahamika na watu, majaribu ya hapa na pale unakabiliana una nao vipi? Ha, mimi ndo bingwa wa kujaribiwa na yote nimeyashinda Jaribu likija, sinalishinda. Imeandikwa, nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda. Kwa hiyo hata sihangaiki kushinda kwanza jaribu. Nakuuliza, so jaribu la mahusiano, watu tumeugua mpaka tunataka kufa, lakini hatujamwacha Mungu, sembuse jaribu la mahusiano. Mtu kumwambia ndio au wa hapana, sinakwambia sitaki, kwani utanifanya nini? Sitaki, sijapanga, sijisikii, yaani sio tu kipaumbele changu. Kipaumbele changu ni kufanya kazi yangu hii ya uimbaji kwa bidii zote, kuhakikisha namsaidia mtanzania mmoja hata kumlipia ada mtoto yatima mmoja hata kuisha navaa viatu mtoto yatima mmoja hata kumpa chakula, kumnulia madaftari ya shule. Eh, sawa, kuna msichana anasoma, yuko hana hata uwezo wa kununua pedi yake ya kuvaa, ni hakikisha huyo msichana anapata pedi hata ya kuvaa kwenye siku zake. Mimi unanipa hati hati, hati nini? mahusiano ya kitu gani? luka, luka? Kama uzinzi, uzinzi? Wapi? <laughs> Madam Rose hutaki msaidizi? jinsi ya kabisa tofauti kabisa, unanisaidia kitu gani? Biblia na nasema, nanyi munaye roho atokae kwa Baba, ndiye msaidizi. Yaani hiyo nimemaliza. Roho Mtakatifu ananisaidia ndio. Acha nikuambie kitu, acha kusaidia we na vijana wengine, chochote kile mbegu yake inaanzia kimoyoni moyoni mwako kama hakuna mbegu ya kutamani mahusiano, maana yake ni kwamba hutakuwa na wazo la kufanya mahusiano. Eh, sawa. Akili yangu inaweza kufanya kazi kubwa, kwa hiyo mawazo yangu, akili yangu vyote vimenielekeza wapi? Huko. Ukiona mtu anataka kuyafanya hayo, moyoni mwake mmejaa hayo hayo. Eh, kwani lazima kuyafanya hayo kuwa na mahusiano na mwanaume? Kwani lazima? Kwani katiba ya nchi Okay. Rose kuna watu wanakutazama hapa kwamba kuna wengine walikata tamaa eh, lakini nyimbo zako na matamko yako hapa na pale yanakuwa mm, kama yanawafariji eh, lakini pia tuli ulishawahi kusema, nawe ulivyoteseka kupambania mtoto wako akapata elimu bora na vitu mm, kama hivyo, labda una nini cha kuambia kundi kubwa hili linalokutazama hapa? Kwanza dhambi ya kwanza Mungu anayoichukia ni kukata tamaa. Haya, nikuulize, unajikatia tamaa wewe? Nadhani kuna mtu anabe, atabeba shida zako? Hakuna kila mtu duniani kaletwa kupambana na hali yake. Usikate tamaa, pambana, kila kitu kitakuwa sawa. Sawa, adui wa jana, adui wa leo sio yule wa jana. Pambana. Pambana, adui wa jana sio wa leo. Kwa hiyo pambana. Mimi nimepambana na sijali dunia inatukana, nasema isikoe, okay, matusi achani nguo mimi hapa. Mradi sijavunja katiba ya nchi, nitapambana maisha ende vizuri. Kwa hiyo mimi mtu aliyokata tamaa, kwanza yule ukata tamaa na kuchukia, na naichukulia tabia ukata tamaa, usiwahi ukata tamaa. Don't give up, usikate tamaa, ndio wewe unatumainiwa na familia uishi, serikali inakutumainia wewe ufanye kazi ili ulipe kodi, unakata tamaa na unadaiwa kodi ya serikali? <laughs>